Watu wa peponi watakwenda kuona watu motoni, watashangazwa, hawaku expect hawakutarajia. Hawa watangia motoni watawauliza suala kwa ndia ya ajabu, watawaambia, ma salakakum fi sakar, ni kipi kilichowapeka nyinyi sakar? Ni moto, manake moto wa jahannam una maina mengi. Kuna jahannam, jahim, sakar, eh, hawiya Ma salakakum fi saqar, ni kitu gani kilichowapeka motoni? Kwa sababu sisi ilikuwa tukiangalia mambo yenu mazuri. Watajibu vipi? Qalu lam naku minal musallin, kilichotuleta hapa ni kwa sisi si katika wenye kuswali. Sasa automatic wewe ukisikia habari hizi utajua eh, kuwata kuswali ndio sababu ya kutiwa motoni. Kwa hivyo habari kama hii japokuwa haiku approach moja kwa moja kukuambia nenda kaswali, lakini ya kufanya nini? Ya kuhimiza na ya kupa msukumo uinuke ukafanya nini? Ukaswali.